William Kitengai au mshauri wa jamii anajiita, anatoka Mgumu Serengeti, pia anahitaji ufafanuzi tena kwenye hilo hapo, lakini pia Juma Nasoro nimekuona kutoka Londoni, wala pia anahitaji ufafanuzi kuhusiana na uh, kambi ya upinzani bungeni inaundwaje? mm-hmm. haya nide basi, nitarudia tena na si kwa maneno yangu naomba sasa tusikilizane uzuri kwanza, nilieleza hapa kuhusu mm. <laughs> sijui kwanini kila saa narudia. Nilisema kwamba spika tulia ataweka rekodi ya kuwa spika aliyekaa muda mfupi zaidi mpaka sasa kwa takriban miaka mitatu na kuto kugombea kwake uspika kwa sasa mm, pengine kukamwondolea sifa ya kuwa pia rais wa IPU kwa sababu ili uwe rais wa lile um, ah, ehe, mabunge duniani, mabunge duniani ni lazima uwe na sifa ya uspika kwa hiyo, okay. Maspika wanakutana, kwa hiyo itamwondolea sifa ya kuendelea kuwa rais wa IPU tena. Ujue mi kipindi fulani ilifikiri mm. kwamba pengine anaachana na uspika ili akafanya uh, IPU sasa okay. Ukisoma nilikuwa napitia hapa pia kanuni zinaeleza kwamba e, kwa sababu ni rais wa 31 wa Umoja wa Mabunge Duniani, IPU ambapo ukiangalia muda wake ni kama unaisha mwaka 2026, yani mwakani tu. Kwa hiyo kujiondoa kwake kunaweza kupoteza hiyo nafasi yake ya kimataifa. Kwa mujibu wa katiba ya IPU, nafasi ya rais wa umoja huo huchukuliwa na maspika wa mabunge wa ikawa ameiachia, otherwise, labda kama kuna muda fulani hivyo wa kuachia nafasi yenyewe okay. Sasa nikirejea kwenye swali lako kuhusu kambi rasmi ya upinzani pinza bungeni, mimi hapa nitasoma e, kanuni za kudumu za bunge kwa kifupi sana yeah. Na nitaenda mpaka ukurasa wa kumi na tatu sehemu ya tano kifungu cha ishirini na mbili nitakisoma mpaka kifungu cha nitasoma kifungu cha ishirini na mbili mpaka ishirini na tatu. Wabunge wa vyama vyote wa vyama vyenye wabunge walio wachache bungeni wanaweza kuunda kambi rasmi ya walio wachache bungeni sisi almaarufu tunaita kambi ya upinzani e, iwapo idadi yao itakuwa si chini ya asilimia kumi na mbili ya nusu ya wabunge wote. mm -hmm kutakuwa na kiongozi wa kambi rasmi ya walio wachache bungeni ambaye atachaguliwa chini ya utaratibu ulioainishwa katika kanuni ndogo zinazofuata kanuni hii. Chama chenye wa wa wa wabunge wachache bungeni hakitakuwa na haki ya kuchagua kiongozi ya walio wachache bungeni isipokuwa tu kama kina idadi ya wabunge wasiopungua asilimia kumi na mbili na nusu ya wabunge wote. Chama chenye haki ya kuchagua kiongozi wa kambi rasmi ya walio wachache bungeni kinaweza pia kuchagua naibu kiongozi wa kambi hiyo. Nadhani kwa sababu maandalizo ni machache E, niishie hapo sasa. Kama nilivyosema, sina orodha kamili Andiw. ya wabunge wa upinzani mpaka sasa ni wangapi e, na pengine wa CCM ni wangapi, lakini ukipiga hesabu haraka haraka ni kama vile e, wa upinzani ni wachache kidogo kuliko wa CCM mm -hmm. tuna majimbo takriban 272 mbili. Mbili. Mm. Lakini hapo bado si, sijavigusia viti maalum pia eh, wale ni wabunge mm. Ukipiga hesabu viti maalum e, tume imetaja takribani viti maalum vingapi vile, 115 115, na na, na ukiangalia pale... moja kumi na tatu ni wa CCM wawili wa wakiwa ni wa chama cha Ukombozi wa Umma. Naomba viti maalum tuweke pembeni basi tuzungumzie majimbo. Kwa hiyo napiga hesabu hapa kwa kalukleta yangu 272 Sawa, ukichukua asilimia kumi na uh, asilimia kumi na mbili yake nukta tano, e, ukipiga hesabu hapo unapata ni ishirini na moja nukta tano sawa sawa. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo, ukitulia, ukitulia, ukirudi darasani unagundua kwamba ukichukua ayo majimbo mia moja sabini na mbili ili walau kuwa na kambi rasmi ya walio wachache, kwa maana ya kambi rasmi ya, ya, ya, upinzani bungeni kama tunavyoita wabunge wa upinzani walau wawe ishirini na wawili. Ukichukua tu kwa hesabu ya, ya ya nani? ya majimbo mm -hmm. Hapo sijawahusisha wale wa viti maalum je? <laughs> mm -hmm. Yeah. Ukiangalia okay, wanafika ishirini na wawili. Mwisho tulikuwa tunajadili hapa, tulibaini majimbo saba hivi ambayo yamechukuliwa na wapinzani, kwa maana ya wabunge wa upinzani ndo wameshinda kwenye majimbo hayo, nakumbuka yeah. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hatutarajii kumwona kiongozi wa kambi rasmi ya walio wachache bungeni. Hmm, kwa maelezo haya nashukuru. Siku inapiwa nguvu kwa ujazo wa aina yake, mishemishe, fursa na mtindo wa maisha kwenye Powerbank 89.7 Nan